Hello mambo vipi? Karibuni sana katika video siku leo leo tunapika kuku jamani. Leo tunakula kuku kwa ugali na majani ya maboga boga. Unaona pale? Nimenunua hii kuku kwa rafiki yangu. Hata yale majani ya maboga boga nimetoka kwa rafiki yangu jamani. Yeye amepanda hapa mjini jamani. Kwa hivyo tunakata sehemu moja, tutakula sehemu moja, sehemu nyingine tunahifadhi kwa ajili ya siku nyingine. Kama siku ya leo ni siku yako ya kwanza kuja hapa, umekaribishwa sana, ninakupenda jamani. Asanteni sana kwa sapoti yenu, na kumbuka kaweza kubofya pale chini kwenye kitufe kimeandikwa subscribe. Umefanya hivyo, tunapika ile sehemu jamani. Haya, ukishamaliza kubofya mm -hmm, unagonga. Ukisha una like na una comment pale chini. Je, wewe unapenda kuku? Unapenda kula ugali kwa nini? Napenda kuku sana. It's one of my favorite meals. Mm -hmm. It's one of my favorite, ninapenda sana kuku. Kwa hivyo tunakata, alafu tutachemsha supu, alafu tutapika ugali, alafu tutapika majani ya mboga mboga jamani. Kwa hivyo jamani, hapa tunapakia video kila wiki, sawa sawa. Kwa hivyo baada ya kufanya hivyo, kuku yetu inachemka, unaona inatokota vizuri na huku wakati ambapo inaendelea kusokota vizuri, tunaandaa viungo haya. Kuna vitunguu hapo vya majani, nakatakata kwa sababu hivi vitunguu jamani, vya majani huwa vinaleta ladha nyingine nzuri sana kwenye mchuzi jamani. Kwa hivyo nakatakata hivyo, alafu pia tutakata na nyanya pia. Kwa hivyo tunaandaa namna hiyo, kwa sababu tunaandaa chakula cha mtu mmoja peke yake, mimi peke yangu, mimi peke yangu jamani. And this is my first meal, hiki ni chakula cha kwanza, kwa sababu mimi huwa sinywi chai mara nyingi. Kwa sababu gani? Uh, chai yangu sipendi kuweka sukari, na nikipika inanilazimu tena niweke sukari kwa sababu sitaki sukari, kwa sababu sukari inanisumbua, inafanya ninakuwa na yeast infection jamani, mm. kama kwa kweli wewe mwanamke, alafu unasumbuliwa na yeast infection, umeenda hospitali, umepewa madawa, unafanyaje? Yaani hakuna kuisha, bado yeast infection inaendelea kurikaa. Wakati mwingine inaweza kuwa ni skari na vitu vyakula ambavyo tunavila. Ehe, mimi wakati na ku, na nala na, na vitu vya sukari, alafu tuseme natumia sukari, yani kitu chochote ambacho kina sukari ninasumbuliwa na yeast infection, na nilikuja kundua baada ya mimi kuhangaika sana, naenda hospitali napewa madawa. Yeast infection yangu haiponi, inaenda inarudi, inarika inarika inarika, kitu kikanijia tu. Nikasema wacha nijaribu kuacha sukari nione, wacha ni control ni nisile mkate hivyo hivyo. Ndivyo hivyo yeast infection yangu iliniondokea. Jamani, tushaweka viungo, unaona sasa. Uh, unaona sasa wetu, uh, mchuzi wetu vile unatokota tunaweka dania. Dania ni ya mwisho. Mimi huwa nashangazwa na watu ambao wana wanafurahi wana dania jamani. Utamu wa dania ni unamimina dania kwenye mchuzi wako wakati ambapo yani inakuwa ni kama kiungo cha mwisho kuweka, yani ukifanya hivyo ndo utapata ladha yake nzuri sana, lakini saa zingine mimi sijui watu wengine wanapika ja. Anyways, kila mtu ana mbinu zake za kupika. Haya, mchuzi wetu tayari, kitoweo kimeiva jamani. Sasa hivi tunaandaa ugali na tunapika ugali wa brown. Mm. Ugali ambao u uh, ugali una mahindi ndani, mihogo na mtama. Unga huu nimetumiwa na mamaangu jamani. Kwa hivyo tunaandaa ugali wetu kidogo. Yeah, tutakuwa tume tumemaliza. Hiki ni chakula yani, hiki ni chakula changu cha kwanza. Ugali wetu unakaa namna hivo. Ehe, huu ni mulo wangu wa kwanza. Mara nyingi i only eat a big meal in, in a day. And then nikisinja labda ntakula tu kitu kingine kidogo, very light just like that, so this is my big meal and this is my first meal for the day. Kwa hivyo hehe, tumesha andaa meza yetu, chakula chenyewe kinakaa hivyo. Tunaomba jamani, alafu tunaanza kula. Yaani tunamshukuru Mungu For provision, Mm -hmm. Jamani, have a fast bite. Ehe, Nyama yetu imeiva jamani, ni laini na ni tamu. Ehe, hii ni kuku ya kienyeji. Mm -hmm. Mimi napenda kienyeji, sipendi hizi za kizungu jamani, test yake wai si, um, mimi wani sipendi ladha yake, nakwambia mchuzi ah. Ni tamu sana, ni tamu sana jamani, ni tamu sana, ni tamu sana wacha tukatesti haya majani ya mabogaboga, tumeongeza bamia. Nilifunzwa kupika majani ya mabogaboga na bamia na one and only Penina, dada nakupenda sana sasa hivi ninapenda kupika haya majani jamani, napenda kupika nyumbani kwangu na kila kitu hapa ni tamu sana jamani. So nikuwa nakuambiaje, nikuwa nakuambia kwamba if you have recurring yeast infection and you are listening to me, umetumia madawa, yani bado inaendelea kurika, labda unatumia madawa, baada ya siku chache yeast infection inarudi tena, kuna uwezekano aina ya vyakula unavyovila hasa vyakula ambavyo vina sukari na ambavyo vina carbohydrate, yani hapo ina inakupasa yani ukaweze kupunguza, kama ni sukari, kama unaweza kuacha unaweza kuacha, kwa sababu mimi nimeacha ni sukari nimeacha ni na mara nyingi ni kila vitu ambavyo vina sukari nyingi sana nakuwa na yeast infection. So nilikuja nikakundua kwamba oh, the problem was not Um, kwamba kuna infection mahali, it was sugar in my body. Kwa hivyo nilikuja tu nikagundua kwamba sugar pia inaweza sababisha yeast infection kurika na kurika. Asanteni sana jamani, chakula kimekuwa kitamu sana. Thank you so much for watching my video to this end, I'll see you in my next one. kwa he